Siposafisha ini na figo zako, mwili utajaa sumu na kupunguza utendaji kazi wake. Tumia kinywaji hiki cha asili kusafisha ini na figo na kuongeza utendaji kazi wa mwili, unahitaji shina la salari, kata vipande vidogo vidogo, weka kwenye blenda. Unahitaji karoti mbili, menya, kata vipande vidogo vidogo na weka kwenye blenda. Baada ya hapo, unahitaji limao, hakisha unaimenya vizuri, na baada ya hapo, kata vipande vidogo vidogo vinavyoweza kusagika vizuri na weka kwenye blenda. Unahitaji tangawizi, na yenyewe menya na kata vipande vidogo vidogo, na yenyewe weka kwenye blenda. Ni nzuri katika afishaji wa ini na figo. Baada ya hapo, ongeza robo lita ya maji. Hakikisha unasaga na inasagika vizuri, na kunywa glasi moja kila siku asubuhi kabla ya kifungua kinywa. Hii itakusaidia kusafisha mwili na kusafisha uh, ini lako na figo pia yeah, nakushauri kutumia hizi supplement za Liver Care na C247 kusafisha mwili wako, ini na figo, ili zirudishe utendaji kazi wake mzuri. Dozi ya mwezi ni shilingi laki mbili na hamsini na tano. Nitafute WhatsApp kuanza dozi na komenti neno niunge kujiunga na group letu.